Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Suluhu Hassan ametembelea maonyesho ya biashara ya kimataifa na kuzindua nembo ya kampeni inayohamasisha ununuzi wa bidhaa za Tanzania kutoka viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere 77 Edward Luswaga ana ripoti zaidi. Samia amezindua kampeni hiyo inayojulikana kama nunua 620 ambayo inakwenda sambamba na kusherekea miaka mitano ya taasisi ya GS1 ambapo amesema mfumo jumuishi wa taarifa za bidhaa kama asili ya bidhaa, uzito na ujazo, jina la kampuni na fungu la bidhaa, utasaidia kufikia kigezo cha kuingia katika masoko rasmi. Na wa naye waziri wa viwanda na biashara Zanzibar, Mheshimiwa Amina Salmari ameelezea namna na Zanzibar inavyoweza kufaidika kwa maonyesho hayo. Sisi kwa pande wa Zanzibar, kwa sababu bado hatujakuwa na bidhaa nyingi sana lakini hizo tulikuwa nazo ambazo kama mafuta yaaki za mimea akarafu na vitu vingine vidogo vidogo tumefanya vizuri kwa sababu peke yetu ambayo ndio kuwa na vitu kama hivyo. Mjumbe wa bodi ya GS1 Dkt. Mohamed Hafidh Alfani amesema mfumo huu utasaidia upatikanaji wa soko la ndani, kikanda na kimataifa. Ni matarajio yetu kwamba itapotumika ipasavyo itasaidia wajasiriamali wetu kuweza kuuza bidhaa zao katika soko letu la ndani la kikanda na hatimaya la kimataifa. Bila shaka hilo litapotokea, nake fursa za ajira kwa watanzania pia nazo zitaongezeka. Kutoka viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salamu, Edadlswaga wa ZBC.